Bunge la Kitaifa wamemsifia aliyekuwa kinara wa ODM marehemu Raila Odinga kwa jitihada zake za kuwasaidia kwenye safari zao za kisiasa. Wakiongozwa na naibu kiongozi wa wengi bungeni Owen Baya, wamemsifia Raila akisema alimtoa katika kazi aliyokuwa anaifanya na kumpa nafasi ya kuwania wadhifa wa ubunge. Wengine wamemsifia Raila kama kiongozi aliyepigania demokrasia ya Kenya na katiba mpya. Zablon Macharia na taarifa hiyo. Kilio na majonzi zilitanda katika Bunge la Kitaifa wakati ambao wabunge walikuwa na mwomboleza aliyekuwa kinara wa ODM marehemu Raila Odinga. Na kama ishara ya kumwomboleza, wabunge wote mchana wa leo walilazimika kuvalia mavazi meusi. Haya yanajia wakati ambao wabunge wamepata fursa murwa ya kumkumbuka Raila Odinga, wengi wao wakisema alijitahidi sana kupigania demokrasia ya Kenya. Wakiongozwa na mbunge Marianne Kaitani, baadhi yao wamebaini kuwa Raila hakuwa mtu binafsi, ila alijitolea kwa manufaa ya taifa hili was democracy. Kwa upande wake naibu kiongozi wa wengi bungeni Owen Baya amemsifia Raila kama kiongozi aliyejitolea kumlea kisiasa kwani alimtoa darasani alikokuwa nafunza na kumpa fursa ya kuwania wadhifa wa ubunge.

Awali Wakenya walikuwa wanatarajiwa kuutazama mwili wa mwenda zake katika majengo ya bunge, japo kutokana na umati ule, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula alitangaza kuwa maeneo kutaza ya kutazama mwili huo yamehamishwa hadi katika uwanja wa Kasarani. That the viewing of the body of the right honorable Raila Amolo Odinga will no longer be at parliament uh, because of the overwhelming crowds that have literally overwhelmed our facilities. the committee of the funeral chaired by the the deputy president and senator Dr Oburu Odinga have announced that the body will now be taken to Kasarani siku ya Ijumaa. Wabunge pia watapata fursa nyingine ya kumpa heshima za mwisho marehemu Raila Odinga katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi. Mwenyezi Mungu aweze kuangalia roho yake kwa huruma kulingana na matendo yake mema aliyoyafanya. Asante. Zablon Macharia, Undugu.